King, Uh, tugeukia sasa ya mwaka jana uh, mwaka jana kusema kweli uliwashtua uh, sana Watanzania ukiacha kwamba yale ambayo yametokea pia watu kuona unaingia katika ulingo wa kisiasa hmm, na kwenda kugombea ubunge yalikuwa ni maamuzi ya namna gani hasa? Hapana, nilisema kwamba ningependa siku moja na mimi nije ku uh, uh, kujaribu kujenga nchi yangu na nilisema tangu narudi kwamba nataka kusaidia kujenga nchi yangu kwa, kwa njia yoyote ile. Kwa hiyo e, mzee wangu mimi alikuwa ni katibu wa CCM kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo mimi nimekulia kwenye, kwenye Chama cha Mapinduzi, nilikuwa chipkizi, lakini ulipofika umri fulani e, nikaamua kuachana na mambo ya, ya, ya siasa kwa sababu nilikuwa najua naingia kwenye, kwenye ningependa kufanya kazi ya uandishi wa habari ambayo Uh, haitaegemea eh, uh, upande wowote katika nchi zile, lakini uh, kwa hiyo nikarudi na nikasema uh, nijaribu kuingia kwenye siasa na nika nikachukua nika fomu nikajiandikisha kwenye chama nikachukua fomu eh, kwa bahati mbaya au bahati nzuri sikuweza, kura hazikuwa za kutosha. Tulikuwa wagombea saba nakumbuka, baada ya mchujo watu karibu ishirini na nane nadhani walichukua fomu, lakini majina saba ndio walirudi, na mimi nilimaliza nafasi ya ya, ya, ya nne. Oh, okay. nilipata kura mia nne tisini na tano nadhani eh, kwa mara ya kwanza kabisa, yeah. na uh, siasa zaidi nimezifanya kama mwandishi na sikuzifanya siasa kama, uh, kati, yeah. kama, kama siasa za ukweli na nimejifunza mambo mengi sana unajua, ukiingia katika, katika mambo ya siasa ukaingia ndani kabisa siasa unaziona tofauti kabisa yeah. na unavyozitazama kwa jicho la uandishi wa habari. Kwa hiyo pamoja na kuwa sikuweza uh, kupata kura za kutosha, lakini sasa hivi ninavyozitazama siasa uh, za hapa nyumbani Uh, na, naelewa yeah. Kitu kinachozungumza, najua kitu gani kinasemwa. Moja <laughs> ya vitu sera zako ambazo zi, zi, zilizua kusema kwa kipindi kile kwa wagombea ni wewe ulivyosema kwamba utawatafutia watu uh, soko la nguruwe uh, waweze kuuza kwa, kwa, kwa, kwa wingi na pesa waweze kupata faida. Watu wakajiuliza sana Salim na nguruwe ni kama kitu fulani ambacho si sahihi. Ni, ni, ni, ni tafsiri Uh, mm. Tafsiri ya watu kwa sababu uh, kama ningechaguliwa ningekuwa kiongozi wa wa, wa, wa watu wote bila kujali itikadi za kidini uh, au itikadi nyingine zozote mm. na <coughs> nadhani uh, watu wanapenda sana ku ku, ku uh, kushadidia mm. vitu vitu kama hivi mm. unaona, kwa sababu swali lilikuwa wewe ni Muislamu mm. na uh, Moshi kuna watu kuna uh, wafugaji wa nguruwe wa, wa, wa mm. wakikufata na tatizo lao mm. utawafanya nini? yeah, kwa hiyo mimi kama kama kama ningekuwa kiongozi na ndio mwakilishi wao nasemaje? Nasema bwana mimi eh, achaneni na mimi hilo hilo hilo hilo halinihusu. Hapana, kwa sababu unaapa kuwa kiongozi wa kila mtu, na niseme si mara ya kwanza mm. eh, kwamba eh, jambo kama hili linatokea. tunakumbuka mm. eh, miaka ya tisini nadhani miaka themanini mm. wakati Rais Mwinyi akiwa yeah. akiwa rais kulitokea na mvurugano mkubwa sana kuhusiana na swala la, la, la, la, la kitimoto mm. na, na jina la Mzee Rux, mwisha watu wote mm. kwa ujumla. Sasa mm. eh, na huo ni mtego mm. kwa sababu ningekwenda pale nikasema nyinyi kama mtanichagua, lakini mimi nawahakikishia no, kwamba maswala yenu ya nguruwe msinihusishe nayo maana mm. yake tayari umesha, umesha, umesha, umesha, umesha bagua. Yeah. Na, eh, viongozi kadhaa wa, wa dini wa, wa, wa yetu walikuja wakanifuata. Kuna wale wanaambia hilo hilo ni, ni, ni sahihi, na wengine wanasema kuna watu wengine wana, wana, wanakuhukumu wana yeah. Na mimi niseme tu, kwa sababu na swali swala tano yeah. Ae, na unatoa sadaka, kila mtu anakuona kwenye tv yeah. Hauna haki ya kumhukumu binadamu yeah, mwenzako. Hukumu inatolewa na Mwenyezi Mungu yeah. Kwa hiyo binadamu anapoamua kuhukumu wewe kwa sababu ya ya ya ya, ya ya kitu ambacho amekisema au kitu ambacho amekifanya mm. Uh, nadhani sio kazi yake inapokuja kwenye masuala ya kiimani. Kwa hiyo kama unaona kabisa uh, kama unahisi mm, kwamba nimekukwaza mm, basi unaniambia uh, nadhani hili, hili jambo kwangu mimi binafsi naona yeah. Kama umenikwaza kutokana na imani yangu mm. Unaona, kuna mtu mimi mpaka leo uh, haongei na mimi kwa sababu ya, ya, ya, ya, ya, ya kauli ile mm. Lakini ninajiuliza uh, hukumu nadhani anatolewa na, na, na Mwenyezi Mungu pekee yeah. Na, na, na, na, na, na, kama, na kama ni, ni, ni mtu na imani mm na kitu kama hicho umetokea na una hukumu mtu nakusema kwamba sitokaa nizungumze na wewe, maana yake umeshatoa hukumu tayari, umechukua umechukua yeah. majukumu ambayo, ambayo mm. sio ya kwako. Lakini haya ni mapito, hizi ni siasa kweli, hizi ni siasa uh, tunafanya siasa mm. na tukiwa hatufanyi siasa tunarudi tuna kwenye kuzungumza mambo ya uhalisia. Ilikuwa ni namna ya wewe kukuchafua, kwa sababu ulivyoenda kugombea uh, sehemu ulivyoenda kugombea, tukasema kwamba ah, Kikeke ni mtu wa Mbeya, Kikeke ni mtu wa huku kana ile ilikuwa ni namna ya kuchafua, kulikuwa na siasa. Siasa ina michezo mingi yeah. Siasa ina michezo mingi sana, na mnapokuwa wengi, kila mtu anajaribu ku, ku, ku, kumharibia mwenzake tunaona yeah. uh, sio sio Moshi peke yake yeah, lakini kitu kimoja niseme kwamba watu wanavyolifahamu uh, jimbo la Moshi vijijini yeah. ni jimbo kubwa sana yeah, na Moshi vijijini mm. sio Wachaga peke yake bele. Ndio, hilo swali lilikuja, kwani Kikeke ni Mchaga? Yeah. Mimi sio Mchaga. Unaona, nimezaliwa yeah. <laughs> Moshi Yeah, nimekulia nime, uh, nime, nime, nime Moshi, niliishi na Mbeya kidogo yeah. Babangu wakati anafanya kazi za Chama cha Mapinduzi ali, ali, alikwenda Mbeya. Kwa hiyo nafikiri shule ya msingi awali nilisoma uh, kidogo Mbeya hmm. Lakini sasa mimi katika eneo la Moshi kuna sehemu inaitwa Tambarare. Kuna sehemu inaitwa Tambarare yeah, ambayo wanaishi watu ambao si Wachaga. Unaona? Kuna Wachaga wanakaa ah, okay. yeah. mlimani yeah. Alafu kuna sehemu ya Tambarare yeah ambayo ni sehemu ya jimbo. mm. Kwa hiyo mimi kama uh, mwana jimbo nina kila haki mm. ya kugombea uh, lile jimbo. Kwa hiyo ile dhana ya kusema Kikeke sio mchaga, hana haki ya kwenda ku, ya, ya kugombea jimbo la Moshi vijijini ni, ni, ni, dhana, ni dhana moja potofu sana. Kuna maeneo mengine pengine e, kabila moja linakuwa limetawala Uh, kwa, kwa kiasi kikubwa zaidi yeah, lakini yeah, haimnyimi mtu haki ya kikatiba ya kwenda kugombea, mi naruhusiwa kugombea jimbo lolote lile hapa Tanzania, unaona. Kwa hiyo, uh, hizi zote zilikuwa siasa za, za, za kuchafuana tu. Uh, Moshi Vijijini, jini katika kata inayotoka mimi ni kata kubwa kuliko kata zote za Moshi Vijijini pale. Kwa hiyo, kwa hiyo, na kila haki ya, ya, ya, ya, ya, ya, kuweza kuwania nafasi kama hiyo. Mm -hmm. Lakini kama nilivyosema, haya ni mambo ya siasa na tunakwenda taratibu na watu wamepata elimu pale kuna watu wengi sana wamekuja kujua kwamba vijana wengi, ukitaka kwenda kugombea katika nafasi kama hizi za kitaifa ni vitu gani unatizama. Mtu mtu anaweza kuwa amezaliwa Mwanza, anawasiwasi kwamba da, siwezi kugombea hapa kwa sababu hapa sio kwetu. Hakuna kitu kama hicho, unaona. As long as una makazi pale, ndio vigezo vinasema na wewe ni Mtanzania. Kwa hiyo unaweza ku kwenda kuonea nafasi, na ni haki ya kila mtu kuchagua na kuchaguliwa. Mfano waziri wa habari sasa hivi hmm, eh, Paul uh, Makonda eh, Mheshimiwa Makonda sio? Eh, eh, umeona, eh, ana makazi ya Arusha, eh, mke wake ni pale yeah. Kwa hiyo eh, ni, ni, ni, ni vitu kama hivyo ambavyo yeah, eh, vinafanyika, lakini hakuna mtu alienda kwa Makonda na kusema wewe mbona sio yeah, Mwarusha we, unajua swali kama hayo hayakuwepo, yalikuwepo kwa Kikeke. Tukuulize wewe wewe, ni mchaga utaweza kula machalari? Mimi nakula machalari bwana. Unaweza vipi kuendelea kuaminisha wale watu ambao, na mimi sasa, baada ya hiki Kikeke amechokifanya kwenye uandishi, sasa hataweza kubalance, hapana. Na ndio maana nimesema kwamba kuna kuna huo mstari. Unajua sisi pengine tuko tuko nyuma kidogo, lakini katika vyombo vingine vya uh, katika mataifa mengine yaliyoendelea, kuna watu wanajulikana kabisa msimamo wao wa kisiasa yeah. Lakini unapokwenda kufanya kazi yako, unafanya kazi kama professional yeah. Unaona Ukish, ukishindwa kudhibiti eh, jambo hilo mm. Maana yake kuna kuna eh, yani kama vile unaona matundu mawili alafu unafikiri ni ni, ni ni, moja <laughs> wakati, yeah. Wakati yeah. unatokea ujio kwamba kuna tofauti kati ya matundu hayo mm. Eh, mawili ukiweza kutofautisha kwa hiyo yeah. Watu wengine hawana uwezo wa kufanya jambo hilo, lakini mimi naamini na najiamini na, na nimesema kabisa mimi e, hata hata mtu yeyote wa Chama cha Mapinduzi atakapokuja akanikuta mimi nikiwa mwandishi wa habari hakutakuwa na, na, na, na msali mtume, na hata mtu akija wa kutoka wa, wa, chama cha upinzani hakutakuwa na msali mtume. Kazi yangu nitaendelea kufanya pale pale, pale kwa weledi kwa, kwa, kwa, kwa, kwa ndicho ambacho ni kiapo ambacho nimekula wakati nasomea uandishi kwa miaka mingine tusi tunaomba uzima tu e, tunaomba uzima tu. <laughs> miaka mingine ukimaanisha nini? Tutatizama, tutatizama, tunataka kuangalia kwa sababu hasa kwa kule Moshi vijijini e, tungependa na sisi e, watu wa tambarare tuwe na jimbo letu. Kwa hiyo tutafanya mchakato na kuongea na tume ya uchaguzi tuone kama tunaweza tuka e, manake tunaitwa wahamiaji kama tunaweza na sisi tukajitawala <laughs> wenyewe. Kwa hiyo tutafanya tuta mpango tupeleke tpe, tpe, mapendekezo katika tume ya uchaguzi, kama tutaeza tukagawa tuka, tuka jimbo, maanake majimbo huwa yanagawiwa, ni kitu okay, cha kawaida kabisa kama tunaweza tukagawa jimbo lile likagawiwa kwamba kutokawa na, na upande wa tambarare na wa, upande wa, wa mlimani yeah. Unaona, nadhani hiyo itasaidia ita sana kutoa eh, hizi pengine zinaweza kuzita uh, siasa ambazo zinaweza zikasababisha kuleta, kuleta ubaguzi mm. Na kusema kwamba huyu sio kwetu na huyu ni wa kwetu mm. Na wakati sisi tunachokifanya ni, ku, ni kujenga taifa uh, bila kujali uh, ukabila maanake ukabila tulimaliza miaka mingi sana tangu enzi za Mwalimu. Kikeke ulikuwa ni sehemu ya, ya, ya mchakato kwa sababu uligombea na hivyo uchaguzi wa mwaka 2025 kwa, kwa pesi, na ishirini na. Ukitaka utafasiri kwa lugha nyepesi hasa ulikuwa uh, uchaguzi wa namna gani? Sa ulikuwa ni uchaguzi kusema kweli uh, kwangu mimi binafsi uh, naweza kusema ni interesting, lakini nadhani uh, kama tulivyozoea katika chaguzi nyingine zilizopita kutokuwepo kwa Chadema kwenye uchaguzi kulipunguza kidogo chachu kwenye, kwenye, kwenye uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Nadhani, eh, kama Chadema ungekuwepo tungekuwa na, na, na uchaguzi ambao ungekuwa na msisimko zaidi. Lakini kwa sababu Chadema hawakuwepo vyama vingine vilivyosalia, eh, vilikuwa ni, ni vyama vya kisiasa lakini tunavita, uh, vyama vidogo. Kwa hiyo chama ambacho kilikuwa kimebaki na nguvu kubwa sana pale kilikuwa Chama cha Mapinduzi na waliweza ku, kwa hiyo walikuwa na fursa uh, kubwa uh, sana ya kuweza ku, ku, kupata ushindi mm. Walifanya kampeni uh, ngumu. Mimi nakumbuka nilienda kwenye kampeni zao mm. Uh, na na nikaona lakini kama ninavyosema um, nadhani uh, Chadema wangekwepo mm. Uh, uchaguzi ungekuwa wa kusisimua zaidi. Wasanii wametupiwa wame lawama sana katika uchaguzi huu mpaka, tunashukuru Mungu sasa hivi walau mambo yameanza kutulia. Unadhani uh, kila ambacho wasanii walikuwa wanalaumiwa uh, ni kweli, wananchi walikuwa sahihi ama kuna sehemu ambayo pengine wananchi wameanza kuwaingilia mipaka yao wasanii? Hapana, hii ni nchi huru na kila mtu ana, ana uhuru wa ku, wa ku, wa, wa ku, wa, kuna uhuru wa, ku, wa kusema mm. najua, kuna, kuna kusema usi bila kutukana. Unaona, kwa kuna mipaka ya aina ya, ya, ya, hiyo mm -hmm. Uh, lakini kwangu mimi nadhani wasanii walikuwa wakifanya kazi wakifanya wakifanya wakifanya uh, biashara zao, lakini nadhani kikubwa kama nilivyosema ni kwa sababu ya eh, hali nzima ya, ya uchaguzi mm -hmm. kutokuwepo pengine na chama kikuu cha upinzani mm -hmm. eh, kwa hiyo wafuasi wengi wa upande wa upinzani waliona kama Eh, wako nje, na ni kweli walikuwa wa, wa, wa, walikuwa nje. Kwa hiyo eh, inakuwa ni rahisi kuweza kuwabebesha eh, lawama wasanii na kusema kwamba nyinyi mmetetea upande mmoja, lakini tunafahamu kabisa kwamba eh, kuna swala la kazi na kuna swala la ku la kuunga mkono. Kila mtu ana uhuru wa kuchagua chama anachokitaka na kukikitetea, unaona, lakini vile vile wasanii wana jukumu vile vile la kusimamia haki, unajua, kwa sababu wasanii ni kio cha jamii. Kwa hiyo kupata huo mpaka ni ni jambo la utashi wa msanii mwenyewe. Kwa hiyo msanii akiona kabisa kwamba pengine natakiwa kuzungumzia swala hili, linapokuja kwenye swala la haki, kwa mtazamo wake, ana kila uhuru wa kufanya hivyo, na kama kuna msanii ambaye anajitokeza na kusema kabisa mimi ni mwanachama na mfuasi wa chama fulani na nitakiunga mkono chama fulani, sidhani kama uh, na yeye ana haki ya kushambuliwa na kuambiwa kwa nini unafanya hivyo, kwa sababu kila mtu ana haki ya kuchagua upande anaotaka kwenda. Kweli, tumalize la mwisho, hasa ma, maandamano yamekuwa yakienea uh, katika mataifa mengi hasa duniani, yamekuwa kifanyika sana sasa hivi. Tumeona kile ambacho kinaendelea Irani. Uh, maandamano yamekuwa ni mengi sana, na kuna madai kwamba wananchi wanapoteza maisha yao natajwa zinajaribu kushinikiza humo ndani. Tumemsikiza jana waziri wa mambo ya, ya, ya ndani wa, wa Irani anasema kwamba kuna watu walilipwa pesa kuweza kufanikisha yale maandamano. Pengine hasa siasa za Irani hasa unapozitazama yale, na yale maandamano. Siasa za Mashariki ya Kati kusema kweli ziko